Ni katika eneo la bahari. Bila shaka, hii ni bahari ya Hindi. Ni bahari ambayo ni moja ya bahari kubwa duniani ambazo, kwa kweli, kuna zinaonyesha namna ambavyo Mungu ameumba dunia, aliumba kwa ustadi katika siku za uumbaji. Ndani ya Biblia inaelezwa namna ambavyo Mungu aliyatenga maji mwingine akaenda katika bahari, akatenganisha pakavu paonekane na sehemu ambayo yenye maji, maji yakakusanyika katika bahari. Na ndivyo hivi utaona katika bahari maji yamejawa kwa wingi, ukitazama kuangalia mwisho hauoni, kwa kwa sababu kwa sababu niko mwanzo hapa, angarau, utaona mwanzo utaona wake, lakini kule mbali unaweza ukaangalia usione kabisa mianzo ya bahari, lipo kana kwamba ni jambo ambalo upewa macho ya kawaida ya mwanadamu inampa mwanadamu changamoto kuelewa hasa uwezo wa Mungu, uweza na si uwezo huu, ni uweza wa Mungu, namna ambavyo Mungu alivyokuwa stadi akitafuta namna ya engo bahari ishie wapi, e, maziwa ziwa liishie wapi, mto uende katika, katika mtiririko upi. Ni ustadi wa ajabu wa hali ya kipekee ambao Mungu kwa kweli ameuonesha duniani. Na mimi hii ni fursa ya pekee ambayo ninaitumia kumtukuza mno, kumshukuru mno na kumwabudu mno kwa sababu ameonekana ni muumbaji. Kati ya wale wanaoumba hakuna mwanadamu aliyeonekana kuumba kama Mungu. Hata kama mwanadamu kuna vitu anajaribu kuumba na kufanya, mwanadamu anajaribu kujitengenezea kwa akili yake ambayo ina ukomo. Lakini akili isiyokuwa na ukomo ya kimbingu ya Mungu ambaye hakuumbwa, aliyekuwepo, atakaye kuwapo, yeye ambaye ni mwanzo na mwisho, kwa maana ya alfa na omega, huyu ndiye aliyeumba mandhari ya dunia, akayatengeneza yakawa bora sana, na asili hii inaleta afya. Labda nikupatie ushauri wa afya, asili hii inakuletea afya.